Lakini kumbukeni Bwana Mungu wenu ndiye ambaye huwapa uwezo wa kupata utajiri na hivyo kuthibitisha agano lake ambalo aliwaapia baba zenu kama ilivyo leo. Bila shaka, kila mmoja wetu angelipenda kuwa tajiri, na hilo ni wazo zuri na la kupendeza lakini ni muhimu tukajiulize kwamba utajiri wa kweli unatoka wapi? Kulingana na maandiko, tumehimizwa kumkumbuka Bwana, maana yeye ndiye hutupa uwezo tayari. Mungu ameahidi neno, nimesema jinsi alivyoahidi baba zetu wale ambao walitutangulia. Kwa hivyo ufunguo wa utajiri unapatikana katika kutengeneza uhusiano wako na mwenyezi Mungu, maana Mungu ndio chanzo cha utajiri. Atakupa fikra pa mawazo, hoja ambazo zitakusaidia ukaweze kutengeneza mali. Je, chanzo cha utajiri wako ni kipi? Ni hayo tu kwa sasa.